Kwa masikio yenu mawili na kwa akili timamu na maamuzi mnayoyafanya muyafanye kwa uhuru wa kutoka moyoni. Amen. Na nitakapokuwa na kuuliza Josephat, nitakuwa na kuuliza, halafu msaidizi wako anakuja, anapokea maiki, anakupatia ili uweze kujibu mwenyewe kwamba unajibu la ndio au unajibu la hapana. Lula kuze umempenda Mariam Simon Falesi kwa hiari yako mwenyewe bila kulazimishwa na mtu yeyote. Kama ni hapana unasema hapana. Yeah. Swali la pili. Je, Unakubali kumchukua leo Mariamu Simon Falesi ili awe mke wako wa ndoa? Utaendelea kumpenda, kumtunza, na kumlinda Mariamu Simon Falesi katika magonjwa na katika uzima, katika umaskini na katika utajiri, katika shida na katika raha katika maisha yenu yote ya ndoa? Uu. Tunaunga ushahidi kwenye ushahidi wa mbingu, sio leo na hapa kesho tunakukuta na nyumba ndogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nije kwa Mariam Simon Fales nikuulize Je, Mariamu Simoni Faresi, umempenda Josafati Spiliano Lulakuze kwa hiari yako mwenyewe bila kulazimishwa na mtu yeyote, Josafati yeah! Spiliani Lulakuze akuowe ili awe mme wako wa ndoa kuanzia leo? Ati unataka hii ndoa unayofungiwa leo uishi na mke wako kwa mkataba wa miaka mingapi? Hawajasikia, nimeuliza hivi. Haya, uliyokubali huu mkataba wa kuishi na mke wako unayetaka ufungishiwe ndoa leo, unaweka mkataba wa kuishi naye kwa miaka mingapi? Okay. Ambazo zinaitwa pete za ndoa. Hii pete ukitazama, huwa haina mwanzo wala haina mwisho, ikiwa inaashiria kwamba tangu mnapoianza ndoa yenu haitakuwa na mwisho, kama ulivyosema labda unyakuo au labda tu kifo ndicho kiwatenga. Tuasifiwe. Amina. Sasa, nitaomba bwana harusi hapa uweze kuchagua pete ya bibi harusi kwamba ni ipi kati ya hizi. Tunamwonyesha yeye, msogeze ili aweze kuyasoma na kumvita pete hii ili na kupokea wewe ili ukiwangu wa ndoa kuanzia leo.